na kwenu wanahabari, uh, Simba Sports Club ambaye ni mgeni katika mchezo huu walipaswa kuwepo hapa saa tano, saa tano na nusu na kuanza mkutano, lakini uh, tumefanya jitihada kadhaa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 kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo e, angalau mara moja kabla ya siku ya mchezo. Siku ya mchezo ni kesho, na leo ni tarehe ishirini na nne, na kanuni ile ina inasema kwamba ni muda ule wa mchezo ambapo kwa mujibu wa ratiba yetu mchezo utafanyika saa kumi na moja jioni. Kwa hiyo saa kumi na moja jioni ya leo ndio muda wa kikanuni wa timu ee, mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini nimetumia neno wanaruhusiwa, halazimishi kwenda kufanya mazoezi. Baada ya hapa, kuna kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo kwenye kile kikao e, timu zote mbili zinakuwepo na inawezekana uamuzi wa wao e, kwenda kufanya mazoezi au kutokwenda unaweza ukawa communicated huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa ninachoweza kusema ama kuwajuza wanahabari kwamba tuvute subira e, confirmation yote ikishafanyika, sisi tutashare kupitia kurasa zetu na nitawaalika wanahabari kwa ajili ya kufanya coverage kwenye dakika kumi na tano za mwanzo za mazoezi ya timu mgeni. Hilo ni swali kwanza. Uh, swali la pili, uh, muuliza swali amezungumzia swala la waamuzi. Jana tulitangaza tulitangaza waamuzi wa uh, mchezo waamuzi wa mchezo waamuzi wanne kutoka Misri uh, na mtathimini wa waamuzi kutoka nchini Somalia.